Ni kazi ya Bungoma ino na mundo la, na mumbima nge nyure ni menene. Ngoza mazendozia. Endozia. Ni kazi ya Gavana mimi na Endozia mazitoshi? Mimi naweza. Niona wale wanasema mimi naweza, mimi naweza, mimi naweza, mimi naweza. Jambo yangu ya mwisho, watu ya Bungoma. Wale ambao wanafanya maandamano sio vijana ambao wanaandamana, hao ni wahalifu ambayo yule naibu rais ambayo tulivukuzwa ofisini anatafuta alete ili apindue serikali ya Kenya. Wale hawakuwa waandamanaji, wale wa kutembea na kuchoma police stations, wale wa kupika polisi wetu, hawa hawakuwa waandamanaji, hawa ni wahalifu na mimi nichukue nafasi hii kusema, kwa sababu ninataka kuwa gavana ya Bungoma, mimi leo natangaza kama wataweka maandamano siku nyingine, mimi kama cinimazuwekeza baraza nitatafuta vijana wale ambao wa macho nyekundu nyekundu, bila tufanye maandamano, tukutana na wao mundu ku mundu, ndio waone cha mtema kuni. Wale wakora ambao walikuja hapo Bungoma, na mimi najua mheshimiwa Wetangula, tunajua wale ambao walitoa pesa wa kupatia vijana wakaingia kwa hoteli ya Jadelika, wakaharibu wakavunja, ni watu ambao wametumwa na watu ya upinzani hapa. Mimi watu ya Bungoma nawaambia, nimejitolea yule gavana wetu wa zamani ambaye alikuwa anapiga watu mipini kwa mazishi kwa matanga kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu na kwa nguvu yenu, nikikutana naye kuana k baherode bakhecha yeah. mumboye khumukokole nde lileso mufunikhe e chimoni bakhakhuba vikumba tawe yeah. ndio twende mbele sindio? yeah. Kwa sababu kura inakaribia. Mimi kama yule ambaye nataka kuagana na yenu, mnataka nitembee na huyu spika Wetangula, nitembee na baba ya Roma nimshike mkono, njione wale wanasema nishike mkono, Wetangula, Wetangula, Wetangula, Wetangula.